Faida kuu tisa za matangazo kwa njia ya video. Moja, wateja wako wanaangalia video zaidi. Takwimu zinaonyesha kuwa wateja wako wanatazama sana video. Asilimia 92 ya wateja wa B2B hutumia video zaidi mitandaoni. Video zaidi ya bilioni nne zinatazamwa YouTube kila siku, na takriban theluthi moja ya wanunuzi hununua bidhaa baada ya kutazama tangazo la video. Mbili, matangazo ya video huongeza mauzo zaidi. Makampuni makubwa ya kielektroniki yameripoti kuwa kuongeza tangazo la video kwenye maelezo ya bidhaa huongeza uwezekano wa mteja kununua bidhaa kwa hadi asilimia 35. Watu hutumiana video zaidi. zaidi ya video mia saba hurushwa na watumiaji wa mtandao wa X kila dakika moja. Tukio hili linaweza kuongeza kufahamika kwa video yako kwa kasi kubwa zaidi. Nne, matangazo ya video hufanya vizuri zaidi kwa watumiaji wa simu. Idadi ya watu wanaotazama video kupitia simu inaendelea kuongezeka. Asilimia 88 ya video fupi za takriban sekunde 30 hutazamwa hadi mwisho kwenye simu, na hali hii si sawa kwa watumiaji wa

video ni njia bora zaidi ya kufundisha na kuelimisha kwa kuwa zinachanganya sauti na picha zinavutia hisia nyingi zaidi. Video ni bora sana ikitumika kufundisha jinsi bidhaa inavyotumika au mwongozo hatua kwa hatua, kwani watazamaji wanaweza kuona moja kwa moja jinsi kitu kinavyofanya kazi au kujifunza ujuzi mpya. sita. Mitambo ya utafutaji hupenda video zaidi. Makampuni ya mitambo ya utafutaji huzipa kipaumbele video wakati wa kufanya maboresho ya algorithm zinazo weka tofuti fulani juu kwenye matokeo. Kusambaza video kupitia mitandao ya kijamii au kuziweka kwenye tovuti yako huongeza nafasi ya walengwa wako kukupata wanapotafuta taarifa husika. Saba, video hufikisha taarifa nyingi kwa muda mfupi. Unaweza kusema mambo mengi kwa muda mfupi kupitia video kuliko maandishi. Video inavutia hisia zaidi. Hivyo inaweza kufikisha taarifa nyingi kwa wakati mmoja kwa kuonesha na kuelekeza kwa pamoja. Nane, video inasimulia hadithi yako vizuri kuliko njia nyingine yoyote ile. Athari za kihisia za matangazo ya video ni kubwa. Unaunda uhusiano binafsi imara zaidi unapopitisha simulizi kwa njia ya kuona na kusikia na kuunganisha hisia za mtazamaji na bidhaa au huduma yako. Tisa. Takwimu za video ziko wazi. Tovuti kuu za video kama YouTube zina vipengele vinavyokuwezesha kuona jinsi maudhui yako yanavyofanya kazi. Kujua idadi ya watazamaji walioshiriki, waliopenda na kuwatumia wengine kunaweza kukusaidia kupanga kampeni zijazo na kufanya maudhui yako kuwa na ufanisi zaidi katika kuwafikia walengwa wako. Ikiwa unahitaji kupata tangazo zuri la video na sauti kuelezea biashara yako ndani ya dakika moja kibunifu zaidi.